Ya yeah, of course, ukiangalia jinsi ambavyo tulisema sisi kama Singida Black Stars, mara nyingi tuna miliki mpira, tuajaribu kucheza ile e, e, build up kujaribu ku uh, kumove uh, the ball around kwa zile spaces ambazo wapinzani wanatupea, so uh, definitely uh, tumeface uh, katika ile match, tumejaribu jinsi ambavyo tunaweza kaleta ile combination ya wachezaji of course uh, uh, katika half ya the opponent. Ukiangalia katika kipindi cha kwanza ilikuwa ni mchezo wa transitional, so it's one way. JKT wana kipa mzuri anza piga 65 meters, 70 meters long long pass, so ukiangalia imekuwa pure domination ya, ya, ya Tume manage the long long pass vizuri sana katika kipindi cha kwanza uh, tumepata nafasi ambazo wachezaji wetu wangetumia. I think wachezaji wetu walitaka kufunga bao klasi sana, so sometimes, uh, tunahitaji kuwa ruthless. So nafikiri tulipata chansi nzuri uh, katika kipindi cha kwanza kama tatu. Of course uh, wangekuwa ruthless kwa tatu moja, nafikiri tulikuwa na big chance Uh, katika mechi tulipata set nzuri nzuri, eh, mbele ya box ya eh, uh, JKT. So hizi ndo sometimes wakati tunacheza na timu ambao wako na ile physique ama physical ama ile aggression ya juu, jinsi walikuwa wanajaribu kuchezea, nafikiri tukiwa punish na set piece inaweza fungua game so na think katika kipindi cha kwanza tumwa invite uh, ku continue kucheza the same in the second half kwa sababu plan ije change today, imekuwa transitional game. So mafunzo kwetu, mafunzo kwetu ni uh, tukipata na physical side tujaribu ku improve that, kuimprove atuape opportunity kwa hizo tackles. Kocha, kuondoka kwa baadhi ya wachezaji kwenye dirisha dogo, inawezekana ni sehemu ya changamoto ambazo mnapitia uwanjani? Yeah, of course hiyo uh, ni, ni mini transitional break. Kuna wachezaji ambao uh, kuna uzoefu wata move wata kwa hizi transfers. So sometimes sisi kama team, ni, ni challenge, ni challenge kwetu kama team kwa sababu wale wachezaji wengine wako pale tuna imani tuna kuwa wako na uwezo wa kuziba ayo, ayo, ayo pengo. So kitu muhimu tu ni ile team cohesion tunaitafuta. Of course transfers, kuna wale wataondoka katika club, kuna wale wataingia katika club, but kitu muhimu ni kuwa hizi nafasi ambazo zimewachwa, wachezaji ambao tuko nao lazima waji represent properly wakati wanapata nafasi. So, naelekea michuano ya kimataifa na amepoteza mchezaji muhimu kwelikweli, kwani nyie hii haitawaletea changamoto yoyote? ya kitu muhimu kama timu e, kwa sasa hivi asunachea kimataifa lazima tuweze kutathmini e, right balance katika ile mechi, kwa sababu tumejaribu kuangalia e, yani, muundo ambao tunaenda kwa attack, kwa sababu kiangalia hata leo tume, tume, tume concede na ile transition, so na think kimataifa lazima chukue tahadhari kubwa sana based na, na saizi hiyo, uh, transfer za wachezaji mdau, lakini kitu muhimu ni kuwa tujaribu kuangalia the right, e, form ambao tutaweza kuleta katika ile mechi ya kimataifa kwa sababu, of course leo ukiangalia tumejaribu ku uh, leta ile, uh, um, um, now, ku ile mchezo ambao mnatuelewa nao ya ku keep the the the the ball ball play play play around ama circulation football but onana, of course tulikuwa na cheza very open play, uh -huh, open eh to at the at the last moment nafikiria our uh, defenders ilikuwa ilikuwa tu ni, uh, ni ni lapse kidogo, sababu sababu walikuwa wanaangalia offside uh, okay, offside offside okay wanaangalia. So I don't know kama kama ilikuwa offside yes or no, baadaye tutaangalia katika uh, video if if it, it, if if kuscore, na onside then uh, I think ni jambo la kuangalia sisi kama defense yetu inakaa properly, but kama ilikuwa ni offside then I think tuta continue kuwa very strongly offensively, kwa sababu kijua mechi ya leo tulikuwa tunacheza nyumbani na lazima tungejaribu ku stretch opponents wetu. Tumejaribu, tumejaribu kufanya vizuri, na ukiangalia katika kipindi cha pili pia tumepata big chances. So sometimes eh, kucheza na timu ambayo inacheza very low block, ukiangalia kama JKT only one way four players nyuma eh, kwa defense players kwa midfield wana pin four players up kucheza long ball uh, 60 70 meters kwa teams kama hizi. Hiyo ndio changamoto ambayo lazima tujitahidi zaidi, tujitaidi. Kocha ina, inatajwa Chama inaweza pengine ikawa mchezo wake wa mwisho, kuna namna yote mtamisi ndani ya team, reality ni tunaangalia forward So uh, wala wachezaji wetu wengi ambao wameenda wame kwa transition for example kama Damaro ame give service kwa kwa team. So ni responsibility saa wachezaji wamebaki pale kama Gego kuweza ku raise to the occasion because pia ni an international player. Tarajia. Of course uh, in a big situation na IDS Diamande pia is a good player so anaweza fill hiyo gap. Asante sana.